Na hii inafundisha tu watu wanaotaka kuturudisha agano la kale, na kuna wakati mwingine ni nyinyi washirika, nimezungumzia heshima na kumstai mtumishi wako, lakini msirudishe ukuhani wa agano la kale, kana kwamba wewe huwezi kumwendea Mungu. Hapana, sisi viongozi tuna muhimu sehemu fulani tu, lakini wewe mwenyewe unaweza kwenda patakatifu pa patakatifu, ukaongea na Jehova, kwa sababu kazi ya kuhani ilishafanywa na Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai alishaipeleka damu yake yeye mwenyewe patakatifu patakatifu, na Bwana akakubali. Na kila naye ikubali damu hii kwa damu ya, ya Yesu, kila naye ikubali damu hii, awe mtu yoyote, mwanamke, mwanaume, Mzigua, Mnyakyusa, Msukuma, Mnyarwanda, wanaweza kumwendea Mungu kibinafsi na wakapokelewa. Sasa hii natufundisha hii kuna watu wengine watu wenye dini, mpaka anapoombea chakula picha ya mtume wake au nabii wake anaiweka mbele hapo. Asante, nyinyi nimeona hata kalenda mmegoma kununua. Maana angalau mna picha za wachungaji, mna akili kweli. Lakini kuna wengine picha ya pasta ni diri. Akilala, anaiweka hata kifuani kwamba atanilinda usiku, asijue na mchungaji naye kalala. Ndio, wengine ndio wanaiweka kwenye mlango hivi inakaa hapa, nyingine pale. Anaiweka mpaka chupani. Mtu anauliza mwaka hii picha ya pasta unafikiri, zezeta? Ni mna akili sana, sio? Na wazi yake msije mkafikiri na wazi yake ni akili. Mnanunua kalenda kama kalenda, lakini msiadauti kwamba hii kalenda, kwa sababu ina mchungaji na mama mchungaji, basi hapa ndio ulizwa damu ya Yesu. Hatuna haja kuomba picha ile pale. Mapepo yakija yanapambana na ile picha, wapi, utakumutwa tu.